Shati nyeupe, yes. Kaptula nyeupe <laughs> kofia nyeupe huko <laughs> na mpaka soks nyeupe na kitambaa nyeupe kwa, kwa muktadha wa vitu vyako kwa landa anaelewa ni busamawe. <laughs> <laughs> We we we, jijazie. Kama we ni mtu wa busa, piga busa. Kama wewe ni mtu wa soda, unapiga soda, alafu hapo kando yako <laughs> ni vitu vyeupe vyeupe, ndio ngoma sasa. Tena wambaje msikilizaji na mtizamaji, ni siku nyingine ya Jumaa tatu ni si ah, si eh. Wiki, <laughs> Wiki, Wiki Wiki vile pia mtazamaji na msikilizaji eh, anapenda 90 Plus. Ndio maana siku zinasonga. Jamaa, tusiongee tu ni kama hii uh, ni kitu kidogo eh, eh, kwanza kongole. Kwa wanashabana, kazi nzuri kama kawaida. Na skuizi kauleni, ngoja, skuizi hatupigi mtu chini ya mbili eh, sisi ni over over over over. Hayo mabao mtayatamani huko mbele, next game, usiende mbali, next game, hayo mabao watayatamani. Karibu sana msikilizaji wa Radio 47 na mtazamaji wa TV 47, tupo mbashara kila siku za Jumatatu saa 4 mpaka saa 6 usiku. Kipi wazeia 90. 90 plus, plus. Mm, mimi ni Hassan mwana wa Ali, nami naitwa Fred Arocho Otoni kwa landa shata bole mudia ngara <laughs> vipi lakini <jama. laughs> <More life. laughs> na wale wanaotutizama na kutusikiliza hizi uh, jezi tumevaa tu manake tuliletewa na alikuwa ni director wetu wa commercial yeah. So mtu alikuwa anaokota tu but haimaanishi kwamba yeah, <laughs> <laughs> mimi ni mtoto wa Morim. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lakini unajua eh, nimeona kila mmoja alichukua jezi size yake eh. mm. Kando na hey. Na ngoja na rocho hata mm. Baada kuleta ngoja, hata baada kuleta X, X, X, X, yes. Arocho, hajapata ah, eh, inakuja, inakuja. <laughs> Mimi kitu nilishangaa ni hii ah. Jezi ya Chelsea ah, zile zile za za Cameroon mm. eh. <laughs> Zile za Cameroon <laughs> ah, <Yama>. Hii kwanza <laughs> kwa amevaa <landa> <laughs> nitoe eh. Lakini Arocho hata kabla tujaanza show eh. Wewe kila mara nikikupigia simu unanambia umeenda gym. Mtu akienda gym, matokeo ndio kama haya? Kwa Arocho gym gani? Wacheni niwaambie ukweli, mimi bila mazoezi nitavimba vibaya <laughs> ni matokeo ya <laughs> mazoezi jamani, mimi nikajiachilia napiga vitu vya. Kwa hiyo hii ni show yako msikilizaji na mtizamaji, maana tupo kwenye mitandao na nitairushia ya redio, alafu kwa lando tarusha ya TV kwa lando, maana wanatembea nayo na kwa lando. Kusagoja, <laughs> huyu kwa landa nanishangaza, amekuja na redio. Unajua nimekuja na tochi <laughs> ni, ni, <oramu. laughs> <kuja na> tochiohi <laughs> ama redio, hiyo tochi ni ya kumulikia Chelsea Iini tochi kumulika Arsenal? Wewe kwanza haswa wewe, tukutafute kwenye jedwali Si ndio mana imeleta tochi, ndo ujue inamaanisha nini? You are a night runner <laughs> <laughs> Kwa hiyo zungumza nasi ukurasa wetu wa Facebook na mm, uh, with the blue tick ni Radio 47. X, tupo pa Radio 47 naiona pale underscore naona shato unaiona vizuri hapo e, so ni unaichungulia unaiona iu umesema pale kwa X ni Radio 47 underscore Kenya, si ndio? Instagram Radio 47 underscore underscore Kenya. Hapo ndo unaingia na tochi kutafuta arocho kwa landa. Naona TV pia interaction ipo na interplus kwenye TV 47 naona, kwa, kwa. <laughs> na yiko, naona at na pia uneza tizama as live kwa nye TV 47.digital. Hii na piga streaming from 24 hours to 24 hours. Aya ni Radio 47, TV 47, 90 plus mpaka satano kama wiki jana, tutaanza na uchambuzi wa game. Alafu tutakwenda yes, yes, kwa call a friend

Uh, uh, ni sawa na ni kweli kwamba Shabana ikiwa miongoni mwa wake za Gor Mahia, Shabana anaweza kuwa mke wa Gor Mahia <laughs> lakini Nairobi kule Bosongo <laughs> naye lazima atakula kwa sababu mechi inayofuata Gor Mahia anakuja Kisi. Mm. Na ni kuamba, kisi na kitu ambacho nimefurahia ni kwamba kuna wale walikuwa nasema mechi mechi hiyo ichezwe kule naomba jamani yetu, mm. yetu. Lakini, mechi yetu ichezwe gu maanake ni uwanja wetu lakini kando na mechi ya ya ya ya na na mimi huyu kocha wa Gor Mahia ananishangaza sana, unajua <laughs> alipigwa kadi nyekundu leo na kocha, kwanza ni kama alikuwa hataki kutoka uwanjani ilibidi afisa wa usalama upande wa timu ya Gor Mahia kuingia uwanjani mm, kumrai mm, kumbembeleza mm, aweze kutoka uwanjani mm. Mimi ukocha wa Gor Mahia alipoingia tu nikasema, huyu mm, ni mtu na, ana ni, ni mtu sarakasa sarakasi nyingi yeah. Ana sarakasi na sidhani kama atasaidia Gor Mahia mm. Kitu cha kukumbukwa eh, leo inabidi niongee Kiswahili sana <laughs> hivi ni tupe, tu tu hapa <laughs> anachukua Kiswahili through osmosis. Tupe tupe bwana tupe. Okay, what we need to remember e yeah. Gor Mahia technical bench mm, wamekuwa na issue This week, ndio eh? Mm. eh, coach yeah. na assistant wamekuwa wamewamevuru... wawili. Wasistant wote wawili. Na... <laughs> ndio yeah. walivurugana. Ikakuwa ni aje mimi sitafanya kazi na hawa watu. Wao mm. ni coach ndio. Mm. Kidogo wakaweka towards the last training before game ya jana, kwa ipospondiwe, eh? Wokuwa na handshake yao, eh. Wakakuja wakasalimiana, wakasema jamaa ni ball. Mm. Eh, temperatures zinapandaga nini na nini, wakatuli, mm. wakatulia, wakatulia. Mm. Tena leo coach amerudia tena zile matempa za matempa zake unajua, mm. Unajua, namba yako kiambwa na mtu mmoja, wewe ni mtiaji huyo mtu mebia nakuonea, lakini wawili watatu akikwambia, wa wewe ni mtiaji, wewe ni mtiaji, we ni mtiaji. We ni mtiaji. Na, na, sasa eh, first eh, assistant wote wawili refari pia amemwambia, sai inamaanisha huyu coach nianze ku respect watu na, unakumbuka rafiki, ni mechi yake tu ya kwanza ama ya pili, alianza ya mahoka yeah man, sio drama drama na hmm. mbuyeshe lakini na... kwa nanda, wewe utaki kuyazungumzia sana haya manake na, na ningependa Kakamega Homeboyz zilikutoa pumzi kwenye, kwenye ingoda <dabi. laughs> unaanza kuguza pabaya ndugu yangu huyu kocha unajua da. kuna msemo unasemekana kwamba akili e, akili ni nywele oh, kwa hivyo hana nywele na, na kila Mtu ana zake. mm -hmm. Mimi kwa maoni yangu naweza kuwa niko wrong ama niko correct. mm hizi -hmm. vituko na sarakasi ambazo tunaziona kwenye wa, either kwa wachezaji ama, ama ma technical bench. Mimi naona ni kwamba kuna kitu ambao wamepangana kule nyuma mm -hmm. wafanye hizi shughuli. Mnakumbuka last week tukiliongelea ndugu yetu Matasi mm -hmm. Hizi vituko tunaona za sinisa hizi mm. Mimi naona ni kitu ambacho walikuwa wamekaa nyuma kule nyuma ya tent mm. Wakaamua wakasema hizi vitu tufanye. Na, acha nani. Ni kuambia hizi vitu zinafanyika nani, nani alikuwa amepanga hatuwezi me... jua ndio maana <coughs> juzi tulimwona Matasi wezi ukatoa kauli yake ikaonikanani, wanakaa behind the scene nani, sasa ndio mimi nitawapatia ufukuzi very soon. Hizo vituko si za kawaida mm. those are plastic things mm. so ni kocha anajua nidhamu lazima awe nayo. Sasa unaona anapiga, unaona kama ni hawa makocha na wasaidizi wake walipanga, mimi kwa maoni yangu walipanga walipanga, na si hayo tu, ukiangalia hivi waliondoka na, na, na, na, you know, you know, na ushindi wa bao moja sufuri dhidi ya KCB na, mm -hmm. na si hilo tu, unazungumzia una, mlikuwa mnataja kwamba hata kabla ya mechi uh, mbali na hizo vurumai za wakufunzi mm -hmm. E, Gor pia inajiandaa uchaguzi, tunaelewa Rocho na maandalizi ya uchaguzi, lakini pia kitu kingine ambacho kinajitokeza kwenye hii mechi ni kwamba KCB ilianza vizuri msimu wakati huwa Arocho alikuwa anavaa jezi ya KCB. Bana, Arocho Ambassador alikuwa anajiita Fred Arocho KCB. Uh -huh. Ah, kwa sasa tuko Alamo Shabana wangazea, take it to the bank. Na kama ulivyoona kama kuna team the most improved katika uh -huh, ligi ni hiyo Shabana. Lakini kirudia kwa mechi hii uh, ni mechi ambayo ilikuwa ngumu kwa sababu all these teams ni top 5. KCB ni team nzuri, Gor Mahia ni timu nzuri na kwa mtizamo wangu ni mechi ambayo ingeweza kwenda either way. Yale ambayo nazidi kuomba hasa wa uongozi wa Gor Mahia. They need to term this coach kama hatoweza kusikizana na marefari, hatoweza kusikizana na wasaidizi wake na na uhakika kwamba pia hasikizani na na wachezaji kadhaa, basi huyu this is not the right coach for Gor Mahia. Msikilizaji, huo ni uwanja yeah. wa ma, wa Kenyatta huko Machakos Mkume, ni uwanja ambao unakumbukwa kutokana na nakumbuka Sekafa Mm -hmm. E, ilinyesha mvua ikabidi ziairishwe mechi kutokana na hali ya uwanja. Na kabla ya kuzipata kauli za wakufunzi makocha uh, wa timu zote mbili uh, waliweza kuzungumza baada ya mechi e, tukianza na huyu mnamuita kicha kwenye mabano wa Gor Mahia na vile vile Patrick Odhiambo kocha wa KCB. Tuzisikilize kauli za makocha walisemaje baada, mechi, baada ya mechi, alafu baada hapo tutarejea studio ili Shata kwa Landa na Rocho tumalizie hii discussion ya Gor Mahia ya kabla hatujaendelea tujaendelea mbele, tupate makoches walisemaje. mm. mm. Jamani, asubiri makoches director uh, walisemaje, ndio <laughs> mm. sawa. Haya mambo yalikuwa kama hayo. E, burudani hiyo kutokea kule, naam. Tutaachia hapo. Ligi ya hapa nyumbani huo, e, uchambuzi jinsi hali ilivyokwenda tumeshuhudia. Tutamalizia kwa kuangalia jedwali tukimalizia uchambuzi wa ligi hapa nyumbani Aya. tutapata jedwali litakuja <laughs> ile eh, eh. table ilivyokuwa lakini uko unasema jambo wakati director anaturushia jedwali eh? mm. mm. also something not to uh, overlook velk mm. kwa hiyo game ya leo eh mm. is Zedekiah Otieno mm. is a very big component in that game kumbuka he's been a KCB coach he understands that team and I was thinking hizo vurugu kwa tunaona over the weekend zilikuwa probably to remove pressure from the boys mm. after playing the derby unajua hey. when the coach takes the pressure from the boys, bos yeah, the boys can concentrate on the game mm. and they knew after dropping points in the derby they cannot afford to drop points mm. against KCB mm. so as a technical bench you can decide, let us absorb pressure mm. tuwache vijana wacheze kwa, kwa sababu ya muda tukimalizia ligi hapa nyumbani Arocho, Arocho. Uh, wakati unazungumza tutapata pale ukitizama kwenye TV47 tutapata jedwali maana umezungumzia, yes. tebo mm. uh, jinsi ilivyo yeah. Arocho no. uh, na, na ile table ukiangalia Uh, Gor Mahia baada ya kushinda mchezo inachukua nafasi ya tatu, na, na hii ligi ni kama timu zilizokuwa juu walianza wa KCB mm -hmm. Kisha Police mm -hmm. Tusker mwanzo mwanzo, Tusker vijisare vijisare vijisare vijisare mpaka Gor Mahia ndio hii imewafikia Rocho, kwa kurejelea tebo ya ligi yetu kama mm. director anavyokupa kwenye TV. Naam, ukiangalia uh, kwa sasa uh, posta na uh, nani Kenya Police anaongoza mm. baada ya mechi 26 na amezoa alama 49. Anafuata na Taska. Mimi Taska kwa kusema ukweli naona walifanya makosa kumtoa Matano. Mm. Uh, ndio Okere ni kocha mzuri lakini sidhani kama ashatosha mboga uh, kuweza kushikilia timu kama Taska. Manake Taska is a contender sio timu yoyote vile vile. Manake Okere hajawahi kuwa kocha mkuu katika timu yoyote kando na kwamba alikuwa kocha msaidizi wa taska mm. Gor Mahia nadhani pia ni kama Liverpool mimi kwa mtazamo wangu mm. uh, Gor Mahia anachukua ligi, sio kwamba Gor Mahia ni mzuri mm. Gor Mahia anachukua ligi kwa sababu hana mpinzani mm. Ukiangalia kama Police jana ja, wamepiga sare dhidi ya Nairobi City Stars mm. another team ambayo iko chini the, the bottom uh, team katika ligi mm. So hapo uh, Police waliteleza mm. uh, Shabana good. <laughs> No, good <kwa> <laughs> Ha, na na top top top kwa nini? Ukiangalia Shabana, mbona mbona umesema umesema tu top three imfanya kuchelewa mm -hmm. Lakini kutoka wa hadi number one hadi number four, so far hakuna kitu positive, wamesema police were number last in in the the table eh, where City Stars are. Eh. When, in the beginning of this season police walikuwa number last mm. right now police is number one mm. with 49 points yeah. okay? Just a point police, ahead of Taska. Yes. police is showing experience can win you a league. Po experience can win this league people like Cheche in that police people hey. like Abud in that police in fact we, I need to big up Abud that alitoka Mapinduzi Cup na akakuja na akaendelea kucheza as is, is right now and having police where it is right now is a statement this league tukimaliza, huu mjadala wa ligi eh, hapa nyumbani, na ajitayarishe mwelekezi wetu, maana baada hapa tutakwenda kupata uchambuzi jinsi, uh, laki alivyozungumza na wadau mbalimbali mm. uh, kwa Landa, arocho mm -hmm. uh, anajipiga kifua na Shabana mm -hmm. anasema isipochukua ligi msimu huu mwaka ujao itachukua. E, Shataboy anasema maafande polisi, upo uwezekano <laughs> akachukua mwaka huu, angalau ligi ikawa na utamu isiwe Farmers League, kwamba ni Gor Mahia ya mwaka nenda mwaka rudi, lakini umeona pale jedwali, Gor Mahia mechio moja mkononi Ndio. E, no, na, mi, na, mi, na, na. Hapa naona Gor Mahia watas, wata hii ni kikombe ambao uh, washapatiwa nafasi ya kuweza kufika pale juu mm. Venye mlisikia kutoka kwa Rocho na Shata, watu uh, wamelegealegea, police tasa walikuwa na nafasi ya kuenda kuextend league kuextend hizo standings namna Liverpool walivyoextend na, na, na, kwenye English Premier League mm. Lakini wapi, wamelalia masikio, ndio maana unasikia Shabana na Gor Mahia ni timu ambazo eh, venye amesema. Kwamba mi kwa maoni yangu kweli, Shabana ni timu next season watakuwa nachukua ligi hii, hii, i msimu no, no, watamaliza Ex Gor Mahia will either drop points or Shabana will drop points thank you when they meet thank you sindio mm. again Gor Mahia is to play FC Leopards lakini la I want to, to remember both, both teams can draw points yesana draw wajua mechi inachezo wapi also something else you need to remember that Police has not been playing at home game zao za home wamekuwa kucheza away. Hamna shida. Which is a very big thing, hamna shida. Is opposed to Shabana wanakata kucheza game yao na Gor away. Hakuna mtu anakata. Wanaambia kiwanja yao haitoshi kubeba eh, game yao na Gor wamekataa game wanasema ipigwe Gor. Mimi naipinga. Okay. Now look at this. Police have been playing away from home, even their home games. And by so doing they are still number one in the league. You can't take that away. Apana.

ntaleo asubuhi eh, nikaisema katika runinga ya TV47. Leipzig uwanja wao unabeba takriban mashabiki mashabik elfu ishirini na moja. Mm -hmm. Bayern Munich uwanja wao unabeba elfu sitini na. Lakini mechi ya Leipzig na Bayern Munich, huwa inachezwa pale Leipzig. Mm -hmm. So ni vile tu nyinyi mjipange kwanza kiingilio kiende juu. Mm -hmm. Kuhakikisha kwamba tunapunguza mashabiki ambao watakuja. Mm -hmm. Kwa sababu ke, ne, capacity ni ndogo alafu muimarishe Uh, usalama. Kumbuka msikilizaji wa Radio 47 <laughs> na vilevile vile msamaji wa TV 47, hii ni 90 plus. Unaweza ukawasiliana nasi, tupo wazi kwenye mitandao mbalimbali, arafa pia studioni, tutakuwa tunazitendea haki. Unasema nini huko nyumbani, labda kilabuni, eh, ama unatembea, ulimtumia ujumbe arocho, ukamwambia leo pigia debe Shabana. Kweli kweli, unamwambia nini? Na vilevile shataboy anasemaje? na tutakaporejea sasa baada ya kumsikiliza na kumtizama Lake Riano mm -hmm, e, ule uchambuzi aliofanya na mashabiki wetu, kwa sababu tutajitosa sasa kwenye Manchester derby mm -hmm, tutajitosa kwenye Liverpool kuteleza mm -hmm, e, dhidi ya Fulham yes. Tutajitosa yes, kumsikiliza na kumtizama Lake Riano mm -hmm, e, ule uchambuzi alofanya na mashabiki wetu kwa sababu tutajitosa sasa kwenye hiyo. Tuanzia kidogo, tuanzia hapo hapo, kwa si ndio? Lakini tayari kuweka hata hamsini hapa, Gor Mahia itapiga shabaha. Ah jamani, weka sahi, mtujui, weka sahi, tutachukua hiyo. Yani mnaongea ni kama mtujui, weka hiyo pesa. Mimi I think I want to I want to second your your your sentiments. Ngome akitoka ifanye nini, haikeshi? Sawa bwana, wewe kwa landa watu wana vita na wewe, vita vita, Chelsea Likuwa... Il, ilinyima kuna bwana mmoja mekanika rafiki yangu amesimamisha barabarani akaniambia Hasani, kama si Chelsea hmm. Chelsea meninyima 70000 Chelsea. Chelsea na draw na Brentford na Chelsea, nataka top 4 na tulijua Man U itapiga Man City, tusaidie Chelsea na Brentford. Shida ilikuwa nini? Bado tuko top 5 shida ilikuwa wapi? Uh, we tuambie kwa nini mlitupotezea dosambie mko top five? <laughs> situkatumiakajiji wengine wetusikichwa okay. Ndio, ndio maana ndio, mm-hmm. Sababu tutakuwa tunarejelea zile predictions tulionyesha last time. Kuna watu wali hapa waliumiza mawekezaji arocho, <laughs> na shata walifanya, lakini naona wameweka kitu tofauti lakini <laughs> naenosituendelee bandara, lakini kitu anasema kwamba Chelsea ilikuwa ili, ili, ili ni game plan, ili ilikuwa inafaa washinde ama wa draw mm. lakini draw bado ni point, kama ni point moja tu hiyo ishatosha hiyo mm. ni point, hatuwezi sema kwamba htujamechi tulipoteza. Kwa hivyo mimi kama Chelsea nilifurahi sana, game ilikuwa nzuri sana <laughs> ulifurahia sana, tulipoteza tulipote, ni kawaida

Uh, timu kama Ipswich, mm, uh, Southampton they have nothing to lose but unajua, um, hiyo uh, sare ya Chelsea inaweza badilisha taswira ya Chelsea msimu unaokuja, ah, na, acha mambo yako no, no, okay, tu, tu, mjue Brentford yag maliza maana, usipotoa hiyo kauli itakunyonga. Wacha nitamwambia baadaye, ni nini hiki umetaka kusema kuhusu. Wacha <laughs> <the blues? laughs> nitasema baadaye. Nilikuwa na rafiki yangu, rafiki mzuri sana washata, anaitwa <coughs> Dantos eh, <coughs> si si bola, amesema anatizama na anasikiza kipindi chetu so ningependa kupiga hiyo shout out, yes. Kupiga na pia kuwakumbusha wasikilizaji na watazamaji kwamba namba ziko live, 0793047047, 0783047047. Kabla kabla hujapokea simu ah. wao pia watoe mchango wow, wao kwenye uchambuzi uh, maana yake, uh, director, producer ya wa hizi mechi wangu ananiambia aija tayari yes. eh, lakini kabla hizi simu kuna yes. mawili hapa lazima tuyanyoshe kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji. <laughs> <laughs> Arocha anamwandama sana. Ameja hapa kwa a menis, kupata alama moja dhidi ya Brentford mm -hmm. Manchester Tuna Derby. <laughs> <laughs> uh, uh, derby uh, Manchester Derby si Manchester Derby sasa uh, uh, uh, haikuwa nzuri kwa sababu timu zote mbili sasa ni wanyonge. Ukweli usemwe tu uh, City sio ile City ambayo tunamfahamu City. United uh, sio ile United ambayo tunamjua sio yule City ambayo tunamjua lakini, hmm, Manchester tunamjua. Manchester ni mnyonge since 2013, si anakuwa mnyonge leo. Unajua ah, ah, Manchester ni mnyonge since 2013 anzi leo shata. Yes, nitakuja kwako kwa, acha mnyonge azungumze <laughs> <laughs> <laughs> sisi tumekubali eh, uzuri wa Manchester United eh, tume accept our new status. sisi wa atubishani kitu ambacho kilifanya dabi ya Manchester kukosa makali yake ni kwanza, hakuwa na bao; pili, hizi timu zote mbili kwa sasa the current form awful, haipo kabisa. Sasa unajua hauwezi expect eh, ile dabi ilive up to the expectations na timu zote mbili ziko chini. Hmm. Lakini wakati city anapotamba, united anapotamba, wanapokutana inakuwa ni kitu nzuri tena zaidi Ushapata eh, eh, eh, eh, eh, ndio hapo sasa. Na kwa kifupi tu hmm. ah, manake saa nne hmm. na nusu ndo hii inakaribia, tutakwenda mapumziko ndo turejee kupokea simu hmm. uchambuzi wa wasikilizaji na arafa zao. Nimeona watu wa Shabana wameanza hmm. kunichokoza KDB ilikuwa dabi yake ya mwisho, manake ametangaza. Yes. Eh, labda ni Saudia ama Marekani. Yes. Yeah. eh, the EPL. mm. mm. Alikuwa kuoneshana anaenda kuoneshana yeye yeah. san... mm. eh, mm. So yeye kukua the only thing yeye nasikia na, na, na, vibaya for him ni ati anaipiga hii season bila Rodri because their partnership has, is what uh, won, uh, Man City the treble. mm. Unaona eh? Now without Rodri and it is his last season inakuwa ni it's not the perfect send off that he would want. mm. Una get? mm. But now coming to the game itself all right? Every team, every serious team has been picking points from Man City this season mm. because this is the only time City has blipped. Hata Manchester United.

na unaona hata kabla ya mechi mashabiki yes. mm-hmm. wa maniu siti wakishuka kwenye basi, walikuwa wanaambiaje? Unaona zile zinazoandama eh, zinaoandama Now we get to the game itself and you feel like you are watching a boring early kick-off it's like Ipswich and Southampton playing Utamalizia kakirudi, tutachukua mapumziko mafupi. Mtazamaji wa TV 47 na msikilizaji wa Radio 47 tunarejea till, till <laughs> <heavens open. laughs> baada ya muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi mtazamaji na msikilizaji, maana hii ni